ja kati ya changamoto za kuanzisha biashara ni upatikanaji wa mtaji. Kuna vyanzo vingi vya mtaji, tatizo ni kuwa lazima ukidhi vigezo vinavyowekwa na hao wenye pesa, ndio uweze kupata fedha za mtaji. Video hii inaeleza jinsi ya kuepuka makosa kumi ili uweze kufanikiwa kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji. Sasa hebu tuangalie makosa kumi ya kuepuka ili uweze kufanikiwa kupata mtaji kutoka kwa wawekezaji. Kwanza ni kuomba fedha za mtaji ambao hauhusiani na kupanua biashara. Unajua, hao wawekezaji wanapenda sana kuona biashara ambayo ni endelevu biashara ambayo inayopanuka na inaleta matumaini katika kupata ufumbuzi wa changamoto mbalimbali mbali za wateja. Sasa kama unapeleka maombi ya kuomba fedha za mtaji, na hayo maombi yanaonyesha hizo fedha hazitahusika kwenye kupanua biashara, inakuwa vigumu kuwashawishi hao wateja hao wa wawekezaji wa, wa, wa, Kosa la pili ni mtaji ambao hauhusiki na kununua vifaa au mashine. Hawa wawekezaji kama nilivyosema, wanapenda kuona biashara ambayo ni endelevu. Sasa kama unaomba mtaji kwa biashara ambayo utahusika na kununua labda vifaa vipya au vifaa vya teknolojia mpya, hata mashine labda mashine zitakazoongeza ufanisi wa utendaji kazi, hapo inakuwa ni rahisi kuwashawishi wawekezaji. Kwa hiyo hilo ni kosa la pili la kuomba mtaji ambao hahusiki na kununua vifaa au mashine ambavyo vitaongeza ufanisi katika ufanyaji kazi. Kosa la tatu ni kutoomba mtaji usiohusika na kufanya utafiti. Hawa wawekezaji wanataka kufanya mambo ya uhakika, sio ya kubahatisha bahatisha. Sasa iwapo utaomba pesa ambazo kwa ajili ya kufanya utafiti, ambao pengine huo utafiti unaweza baadaye ukaja ukasaidia kuongeza labda ubora wa vifaa au ubora wa huduma na vitu kama hivyo hapo inakuwa ni rahisi sana kuwashawishi wawekezaji. Kwa hiyo usiombe mtaji ambao hauna uhusiano na kufanya tafiti mbalimbali hilo mbali ni kosa la tatu. Kosa la nne ni kutoonyesha kwenye maombi yako ya kutaka mtaji kama kuna fursa ya kufanya biashara. Hawa wawekezaji wako makini sana, wanataka waione fursa ambayo ndio unayoiombea fedha kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa mara nyingi kwenye masuala ya fursa ya biashara yanashirikisha masuala ya changamoto wanazopata wateja, kwa sababu kwenye biashara changamoto za wateja ni lazima zipatiwe ufumbuzi, kwa sababu mwisho wa siku huyu e, mteja ndio anayenunua bidhaa au anayenunua huduma. Kwa hiyo hawa wawekezaji watataka kuona kama ni maombi yako yanaonyesha, au maombi ya mtaji yanaonyesha kuwa umeona kuna fursa, na unaielezea hiyo fursa ambayo umeiona, ndio maana unaomba mtaji ili kufanya biashara. Kosa la tano ni kwenye maombi yako, kutaka mtaji, kutofanya uchambuzi mzuri wa soko. Hao wafanya hao wawekezaji au wanajua, huwezi ukafanya biashara nje ya soko lazima utafanya biashara katika soko linalohusika na hiyo biashara. Sasa utataka kufahamu hilo soko, hali ya soko ikoje, kwa maana ufanye uchambuzi wa soko la biashara. Humo utaelezea mambo ya ushindani uliopo kwenye soko la biashara, mambo ya mikakati inayotumika kwenye hilo soko la biashara, mikakati mbalimbali ambayo wanaotumia wafanya biashara hiyo, nao ni ya muhimu pia watataka kufahamu hali ya bidhaa zilivyo au huduma zilivyo kwenye kwenye hilo soko na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu unapoomba maombi ya kutaka fedha za mtaji ufanye uchambuzi mzuri wa soko la biashara. Kosa la sita ni kutofanya uchambuzi mzuri wa bidhaa au huduma ambayo unataka kufanya au kuendeleza kwa sababu kama nilivyosema, bidhaa au huduma ndizo ambazo mm, mteja ananunua au wateja wananunua au wanahitaji. Kwa hiyo sasa, lazima ufanye uchambuzi mzuri wa kuonyesha bidhaa zinazohitajika au kama unataka kuboresha, yaani swala la ubora wa bidhaa au hata huduma, kuboresha huduma. Kwa hiyo ni swala linalohusiana na aidha bidhaa au huduma kwa hiyo lazima ufanye uchambuzi mzuri sana kuhusiana na bidhaa au huduma. Kwa hiyo usifanye kosa la kusahau au kutofanya uchambuzi mzuri wa bidhaa au huduma. Kosa namba saba ni kutofanya uchambuzi mzuri wa wateja. Wateja ndio kila kitu kwenye biashara. Sasa kama unaomba mtaji kwa ajili ya kuendeleza biashara au kuanzisha biashara, swala la wateja haliepukiki. Kwa hiyo lazima uelezee ni kundi gani la wateja unataka kuwahudumia, utatumia taratibu gani za kuweza kuwasiliana nao wateja, na pia utaurudisha vipi hao wateja kutokana na bidhaa utakazouza au huduma utakazotoa. Na pia jaribu kuzizungumzia changamoto mbalimbali za hao wateja na uweze kuona kama unao ufumbuzi na ndio maana unaomba mtaji wa kuanzisha biashara au kuendeleza biashara. Namba nane ni kosa la kutofanya uchambuzi mzuri wa kifedha. Kwa kuwa unaomba mtaji, ina maana haya ni mambo yanayohusu mambo ya, ya kifedha. Sasa lazima ufanye uchambuzi mzuri wa kifedha, kwa maana kuwa uonyeshe kwenye hizo fedha zitakazopatikana au ukizipata zitafanya nini kwenye kuongeza mauzo, labda mauzo ya bidhaa au ya ya huduma, lakini pia kuweza kuona kwenye matumizi yatakuwaje, na mwisho wa siku faida itakuwaje. Kwa hiyo ni mchanganuo mzuri unaotakiwa ufanye, au uchambuzi mzuri unaotakiwa ufanye kwa kipindi cha kati ya miaka mitatu au mitano, ili uweze kuridhisha hao wawekezaji kwa hapa kweli pana biashara na anaweza wakawekeza fedha zao. Namba tisa ni kutoeleza mfumo wa biashara ambao utakaotumika kwenye kuendesha hiyo biashara, kama ni mpya au kama tayari imeishaanza, ni kuelezea tu mfumo wa biashara. Unajua hao wawekezaji hawataki kufanya vitu vya kubahatisha, wanataka kuona kuwa kweli kuna mfumo mzuri wa kuendesha hiyo biashara, ambao mwisho wa siku biashara itapata faida na kupanuka. Kwa hiyo masuala yote yanayohusiana na mfumo wa biashara, kwenye mambo ya mfumo ni kuwa kama kuna taratibu za kuweka malengo kwenye biashara, kama kuna taratibu za kutambua e, kutambua kama kuna umuhimu wa kuwa na vitengo ambavyo vinahusika na ufanyaji wa biashara, na hivyo vitengo viwe na viongozi wazuri, wenye sifa, wenye elimu ya kutosha lakini pia kuna swala la utaratibu wa kutengeneza plani hizo. Plani zi, ni zile ambazo zitakazofanikisha kufikia malengo aliyowekwa, lakini jinsi nao ya kupata eh, resources au eh, u, yaani vitu ambavyo vinahitajika kwa, ku, kwa kufanya eh, ziwe biashara sasa. Ni, ni muhimu sana resources nao ziweze kupatikana kwa sababu bila resources eh, sidhani kama hiyo plani inaweza ikafanikiwa. Tukisema resources maana yake ni rasilimali na masuala mazima ya kufuatilia hizo plani na utekelezaji wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwe na mfumo unaoeleweka wa kuendesha biashara na unaokubalika huo mfumo. Kosa la kumi la kuepuka ni kutoeleza vizuri kuhusu umiliki wa hiyo biashara mnataka kuanzisha, yaani nani wanamiliki hiyo biashara, na hata kuweka CV zao ili waweze kuzisoma na kuangalia, je, hawa watu wana uzoefu wa kutosha kwenye kufanya biashara au kusimamia biashara, elimu zao ziko vipi? Lakini pia masuala ya uongozi, wanataka uonyeshe uongozi kwenye hiyo biashara mpya itakavyokuwa, lakini pia mambo ya wafanyakazi kama kutakuwa na masomo ya ndani au ya nje kwa wafanyakazi ili kuongeza ujuzi wao na vitu kama hivyo. Hivyo huwa wawekezaji wanaviangalia. Sasa usifanye kosa kutoweka hayo mambo yanayohusiana na umiliki, uongozi na mambo ya wafanyakazi. Kwa hiyo hayo ndio mambo kumi ambayo kama unataka kuomba mtaji kutoka kwa wawekezaji, hakikisha unayaweka. Usifanye kosa la kutoweka hayo mambo kumi. Yanaweza yakawa mengine zaidi ya hapo, lakini angalau hayo kumi uwe umeyaweka. Naona tumefika mwisho wa video yetu, na leo tulikuwa tunaeleza jinsi ya kuepuka makosa kumi iwapo unataka kufanikiwa kushawishi wawekezaji wakupe fedha za mtaji wa kuendesha biashara. Naomba subscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.